Wakaazi na viongozi wa eneo la Matungulu wamemtaka Rais William Ruto kutosikiza kelele za kisiasa zinazozidi kutokota nchini na badala yake aendelee kufanikisha miradi ya maendeleo eneo hilo. Viongozi hao wamesema kuwa eneo la Ukambani limesalia li nyuma kimaendeleo kutokana na malumbano ya kisiasa. Aidha, wanashinikiza kujengwa kwa daraja la Oldonyo Sabuk lililosombwa na maji baada ya mto Athi kufurika. Wanasema kuwa licha ya shilingi milioni 500 kutengwa ujenzi wa daraja hilo bado haujaanza. Aidha pia wanataka miradi mingine ya miundo msingi ikamilishwe kando na usambazaji wa umeme from scratch mpaka 2030 32 na tuko na wewe kabisa, wapende wasipende. Sisi yeah, hatuko kwa opposition. Yeah. Opposition kama wataki tutafanye kazi na wewe na tunafanyaga kazi na ile serikali iko. Sisi rais, tunakutambua wewe ndio rais wetu wa Kenya, na kiti tunakupea mpaka 2032. Hatuoni mtu wa kupingana na wewe. Tunakuomba mheshimiwa, kwa kuwa kuna kasumba kaliingia mahali, tunakuomba utusamee kama kuna mtu alikupiganisha na sisi, tunaomba utusamee sana. Barabara ya Tala Donyo haijawahi kamilika, iko na miaka kumi. Kuna barabara ingine hapa ilikuwa commissioned na Kenha ya kutoka Nimrod Kangundo Road ya kuja mpaka Donyo iko under financing by JICA. Tunaomba rais kama hiyo barabara inaweza anza kwa sasa, watu wa Cheleni wanaumia sana, kufika hospitali ni shida sana, inakuwa ni wako na wakati mgumu.